tena mara nyingine ndani ya Mjukuu wa Bunduki, kama ni mara kwanza, naomba nipe support ya subscribe like comment share. Kuna video moja nataka niwawekee, kisha nataka comment hapo chini kwa hapo kwa comment section, kama ataweza president ama hii ni kipindi ambayo inatupigiwa. Ndugu yangu nilisema kwamba Kalonzo, Kalonzo, Kalonzo, bila kupoteza wakati, tazama hii video, anasema mahali inatokako hakuna barabara Nimekuwa kwa uongozi miaka hamsini, hata ajui kufanya sha 40 years not 50 years, that means 40 years of serious experience. Okay, wacha niseme nilikosea kusema 50, pengine ni 40. Hiyo u-hiyo umesema, si ndio? Sasa nikuulize tena, in 40 years haujajenga barabara ya kwenda kwako. Unahitaji miaka ngapi? Kwa sababu 40 inaonekana ni kidogo unahitaji miaka mia ngapi ndio uweze kujenga barabara ya kwenda kwako? Na kama unahitaji eh, miaka mia na hii ya Wakenya, si utahitaji miaka elfu? Unajua Kalonzo Musyoka, nikisemanga ya kwamba ni vigumu sana Kalonzo kukuwa rais wa Kenya, watu wanasema oh, sijui ni my friend. Uwezi kuwa kwa serikali zaidi ya miaka arobaini na kuna lolote ambao umefanya kwinu? deputy president kwenu vice president minister foreign affairs, minister of education, everything. Kalonzo ame, amekuwa kwa hii serikali 40 years in government, ameserve Moi, ameserve Kibaki. So ni nini Kalonzo anataka kufanya saa hii? So Kenya, nataka kusema ya kwamba Kalonzo Musyoka afai wakati Kalonzo angekuwa rais wa Kenya ilipita na wakati kitambo sana kitambo sana. Kalonzo angekuwa president 2013 up to 2022 ndio Uhuru Kenyatta chukue aendeleshe, ama ndio Ruto chukwe aendeleshe, ama ndio mwingine achukue. Na hii nataka kusema bila uoga ya kwamba Kalonzo hawezi chaguliwa president Kenya hii. I have my reason, na hapo ndipo itakuwa kwa sababu, angalia mtu anakana Kalonzo kuambia president Gashango. Nini Kashagwa nitaweza kutufanyia wa wa Kenya? This is the man ambaye alipanga njama ya kuibia Uhuru Kenyatta ambaye ni mkikuyu mwenzao huyu. Ndio Kashagwa alikuwa anasupport affordable housing. Leo hii nini mabadilika, kwa sababu hako inje kwa serikali, sasa anawaambia affordable housing ni biashara ya William Ruto na Devik. Ndugu zangu, my fellow Kenya, tunachagua mtu kwa sababu track record. Uchaguzi ambayo inakuja 2027 up to 2032 up to 2042 itakuwa na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu tumegundua ya kwamba tunachagua watu kwa sababu ni kabila yangu, then wengine wana waizi, wauaji, waporaji, wanakaa kuko na ile ingine, then wanasupport wana support mtu yao, una discuss ya kwamba wewe ni mwizi mwenzetu. Sasa kwa sababu wewe ni mwizi mwenzetu, sasa wacha tukulete uchagulie kwa sababu ni mzimwezetu utetee mali yetu. Ninarudia ya kwamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka hawezi kuwa president wa Kenya kwa vyovyote, na kama Kalonzo anataka kuwa president, atuletee retro, retro, track record mtu kama kiwango ya Mudavadi ati kwake hakuna barabara, hakuna lami. Aul, Kalonzo 70 something years, mtu amekuwa kwa serikali more than 40 years, ni nini anakuwa anafanya bana? Tuache tu, tu, bwana, charity begin at home, na kama nyumbani hakuna kitu ambayo inaweza onyeshwa kwako kwa ambao unafanya so huwezi kufanyia Wakenya kazi. So sometimes hata Ruto akampiga Kalonzo, anampiga na fact, ukweli kabisa, anapigwa nayo. So mimi ningependa kuambia Wakenya uchaguzi ambayo inakuja mwaka 2027 include William Ruto wakanyaga wakaenda nyumbani, kwa sababu hatuwezi kaa eh, ya kwamba Ruto anampika Kalonzo hajafanya maendeleo. Ruto naye pia anaharibu uchumi wa taifa la Kenya. Ruto anaharibu maendeleo ambayo ilikuwa inaendeleshwa na kina Uhuru Kenyatta, Kibaki. Angalia kama jana the deputy president anasema nini? Anasema ya kwamba uh, yeye kat, katiku, almost karibu kaunti kama sita, wako katika kwenye hatari ya ukosefu ya maji na chakula, na mfugo anakosa pia chakula. Na hizo ndio unasikia wakipanda juu gari wakisema kwamba oh, ya kwamba njaa tumetoa. Kama njaa imetolewa, kwa nini wanasema kwamba wanataka fundi ya kulisha hizi kaunti wako katika kwenye hatari ya njaa? So kuna vitu watu fulani wakikaa kwano fulani, lazima tujiulize ya kwamba hizi vitu wanasema, wanasema kufurahisha wafuasi wao, lakini the reality ya kwamba uchumi na inaporoka, inaporomoka. Ni jana niliona Kindiki akisema kwamba sijui wanataka funding ya kulisha watu watu wako katika kwenye hali hatari ya njaa. Mkenya, uchaguzi ambao inakuja 2027 Si uchaguzi ya kuchagua ukabila, si uchaguzi ya kuchagua chama, si uchaguzi ya kupiga kwa mambo ya msingi ya ukabila. Ukabila hii haitakuswahi kukusaidia, ya kwamba waizi hawa wanashikana, waizi wa wale kabila zingine wanakaa chini, wakishakaa chini wanapanga namna wanawaporwa sisi kama wa Kenya. So waizi wa kabila yangu na waizi wa kabila yako wakikutana, wanapanga njama ya kupora sisi wananchi. So uchaguzi ambayo tunafanya 2027 tufanye uchaguzi ya misingi ya demokrasia ya kuleta usawa na uyano. Kenya naelekea kama Sudan, Kenya naelekea kama Somalia, mahali ambapo pesa mtu anabeba pesa na gunia alipo shuru na pesa inaibwa tu hivyo, rasilimali ambapo pesa ambayo inafaa kusaidia mwananchi pesa hizo inabebwa. So ni lazima tujiulize, tulichagua washwashi, tulichagua valanguzi, tulichagua wezi, wauaji The reason why taifa linaporomoka kwa sababu MPs ambao tulichagua Kenya hii ni baadhi ya wabunge ambao wanaouza sera yao binafsi wao wenyewe kutajirika. So mimi napenda kuambia Mkenya tukienda uchaguzi ya mwaka 2027, tuende uchaguzi ya kurekebisha taifa la Kenya. Pesa ipo, pesa itamwagwa, kula hela kwa deba, kuna kwa hakuna mtu atakuwekea bunduki kwa kichwa, chagua mjukuu, hakuna So, pesa kula ni pesa zetu ikiletwa pesa, wewe kula, mpiga kura pe pesa usiache, chukua pesa, enda kwa debe, ujizungumuze kwamba kama huyu mtu amepora hizi bilioni mingi, akanipe elfu moja kila mtu akapewa elfu moja, moja, ama elfu mbili mbili mbili, unafikiri mtu anaenda kufanya kazi? Chukua hizo pesa, weka kwa mfuko, kula enda kwa debe. Angalia maisha yako miaka tano, angalia maisha mwanao miaka tano ya elimu, kisha uamue. Uamuzi ni wako. I want to, to appeal to my Kenya aswa youths, pamoja na wazazi tuache feelings ya kupiga siasa ama ya kuchaguana na asira. Ruto alichaguliwa na asira, kwa sababu wako wanataka Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Leo hii Raila yuko, William pia yuko, Ruto pia, na Uhuru pia yuko kwa serikali. Wakina nani wanalia? The same same people ambao walikuwa wanasema kwamba Uhuru Kenyatta fai Uhuru Kenyatta ameleta mtu ambayo sio type yao. So the same same people saa hii ndio wanalia Uhuru Kenyatta afadhali Uhuru Kenyatta. Afadhali tungesikia mheshimiwa tungechifishika uhuru wetu tungechangua Raila Odinga. The same same people. People like Gashagwa, watu ambao wanatumia jamii kutajirika. Gashagwa anataka kutumia mkikuyu kwa gain political. But hakuna chochote Mheshimiwa Gashagwa anaweza kuofia kuofa kuofa kwa mkikuyu. Hakuna chochote Kalonzo anaweza wekea Wakamba 40 years in government, hakuna chochote Kalonzo anaonyesha Ukambani na kwamba nilifanya. Let us focus, let us work, tuleta mageuzi katika nda taafrika 2027. It is upon you, wewe kama Mkenya kuamua ile maisha unataka.